Na juma hili katika mzozo unaoendelea baina ya Urusi na Ukraini pasina shaka umekuwa na uh, pilikapilika za hapa na pale, ambapo kumekuwa na mazungumzo yakiendelea kusitisha vita baada ya makubaliano kati ya Ukraini na Marekani, lakini pia wakiendelea kumshawishi Urusi kukubali yale maridhiano ya siku thelathini pasina shaka, ambapo Urusi bado inatia ngumu, tunaweza kusema hivyo. Juma hili tumeona rais Donald Trump akizungumza na rais wa Urusi Putin, lakini pia akizungumza na rais wa Ukraine eh, Zelensky pasina shaka, lakini bado mambo hayajasimama na kuamuriwa kwamba kipi sasa kifanyike kwa wakati huu, lakini wakati huu tunatarajia pia juma lijalo mazungumzo yanaendelea kule Saudi Arabia katika kuangazia hizo siku thelathini za makubaliano ya kusitisha vita huko kati ya Urusi na Ukraine, mimi eh, kwa siku hii ya leo nimemwalika mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka hapa nchini Tanzania Ibrahim Rahby ili kufanya utondoti zaidi juu ya hili. Na kwa kwanza tu ningependa kufahamu Ibrahim Rahby, katika mazingira ambapo Urusi inaonyesha nia ya mazungumzo lakini haitaki kuondoka kwenye maeneo ya Ukraine iliyo nayo, je, kuna uwezekano wa kupata amani ya kweli bila haki kurejeshwa kwa Ukraine? Uh, ni vigumu ku, vigumu kutabiri hapa nini kitatokea, lakini uh, tunaweza tukabaki kuishi kwenye historia ambayo tumekuwa nayo kati ya hizi pande mbili, kwa sababu zimekuwa kwenye vurugu ya muda mrefu, si kuwa wameanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili au wamekuwa kwenye matatizo toka kuvunjika kwa kile kinaitwa Soviet mwaka tisini na moja. Uh, walikuwa kwenye matatizo lakini wakaingia kwenye mgogoro mkubwa wa mwaka elfu mbili kumi na nne baada ya Crimea kudondoka. Kwa hiyo wameishi kwenye hilo kwa miaka minane, vurugu za mashariki lakini wakaingia kwenye vita kamili mwaka ishirini ishirini na mbili mpaka sasa tunashuhudia hili. Ni vigumu sana kuhisi kuwa kunawezekana kukatokea amani ya kudumu, kwa sababu uh, anachokifanya urusi, ni kama vile ameweka mtego ambao Uh, vyo vyote vile Marekani ameisha ingia kwenye huo mtego, kwa sababu Marekani ameziba masikio kusikiliza kuhusu kile ambacho Ukraini wanasema dhamana ya usalama. Marekani hataki kukisikia hiyo kitu. Inaitwa dhamana ya usalama, ni kitu ambacho huenda Urusi akakitumia baadaye dhidi ya baadaye, dhidi ya, kwa sababu amekuwa akitumia hilo na Ukraini wanafahamu kuwa eh, hali itakuwa hivyo, lakini hawana cha kufanya kwa sababu serikali iliyoko Marekani hivi sasa haiko upande wao. Hmm, okay. Na, na, na, na, na, na kutokana na hilo ambalo umesema kwamba Marekani shaka imeonekana kuegamia zaidi kus, kwa Urusi kwa, kwa, kwa, e, kwa kuwa Rais Zelenski uh, amesisitiza kuwa hatojadiliana chochote kinachohusu kupoteza ardhi ya taifa lake. E, hii ni dalili kuwa mazungumzo haya hayawezi kuzaa matunda bila mabadiliko ya msingi uh, kwenye msimamo wa pande zote hizo mbili. Ukraini walishabadili msimamo wao kuhusu hilo na walishakubaliana, isipokuwa Urusi ndio hakubadili uh, msimamo wake na alizungumza kuhusu hilo kuwa hatofanya makubaliano kwa mjadala wowote kuhusu ardhi yake inayokaliwa kule Kursi. Kwa hiyo Urusi uh, haibadili msimamo wake na hataki kuwa ardhi ya Kursi iliyopo kuwa sehemu ya majadiliano ambayo yanayokuja. Ukraini kwa presha ya Marekani ambaye amekuwa ya nyuma yake tayari alikuwa akaisha ridhia kupoteza asilimia ishirini ya ardhi yake, lakini alichokuwa akidai ni usalama wa baadaye, ndio kitu ambacho amekuwa akikiomba kwa Marekani. Lakini kwa sababu Marekani kwenye hili swala na, na sera ya Trump ya Make America Great Again ni sera ambayo inachotaka ina, ina, ina ni kuchuma zaidi kwa Marekani, haijalishi unakichuma kwa nani, kwa halali, kwa kumdhulumu, kwa vyovyote, lakini huwe unachuma zaidi. Kwa hiyo Marekani ya sasa inatazama zaidi mifuko ya Ukraine inatazama zaidi madini ya Ukraine yaliyopo ndio maana wanaona kuwa hawana njia nyingine, na Ukraine anafahamu kabisa hana backup yoyote ya nguvu. Kwa hiyo ni kama vile ameamua kufunika kombe hili lipite na liendelee. So kusema kuwa kuna dhamana ya usalama au kusema kuwa hii inaweza ikawa amani ya kudumu, si siwezi ku, kuweka mstari hapo, naweza nikaipa asilimia ndogo, ila naweza nikauona utulivu wa muda ambao unaweza ukatokea kwa miaka kadhaa lakini na ategemea mbeleni kutakuja hali kuvurugika kwa sababu msingi wa utulivu uliowekwa sio halisi. ya, ni kipi hasa ambacho kitaifanya Urusi sasa ikubali eh, nayo kubadilika walao kukubaliana kile ambacho kinatakiwa kama Marekani ambavyo inataka? Urusi ana madai mengi ambayo tayari yamekwisha kubaliwa na Marekani na hawezi kuendelea kushusha kwa sababu kwenye hili tayari Marekani yuko upande wa Urusi na amekuwa hapingi, mara kadhaa kile anachokisema. Zelenski alipozungumza kuhusu suala la usalama wa nchi yake kwanza, alizua mgogoro mkubwa sana pale Marekani, na akaondoka akiambiwa aombe radhi, na mambo mengine yaliyoendelea watu wote waliona. Lakini mazungumzo ya Zelenski na maafisa wa Marekani yalitoka na jibu la kuwa wanahitaji usitishaji kamili wa siku thelathini, jambo ambalo Urusi hakukubaliana nalo moja kwa moja, akakubali kwa vifungu na hakuna presha yoyote ya Marekani ambayo amelazimisha kuishinikiza Urusi kwa ni lazima ukubaliane kile tuifanya huku, lakini kama ingekuwa kinyume chake, Marekani angechukua hatua kwa Ukreni kutaka kuiadhibu kama alivyofanya kuiadhibu Ukreni kwa kukata usaidizi wa kijeshi, akakata mawasiliano ya kijasusi, akakata kila kitu kuipa shinikizo, lakini kwa Urusi afanye. Kwa hiyo kwenye hii mechi, au kwenye hii suluhu ambayo inakuja kutokea, Urusi atapata na kupata na kupata kwa vyovyote itavyokuwa, kwa sababu Marekani anataka afunike amalize achote madini akae pembeni, haijalishi Ukraine wanawaza nini. Tunafahamu Urusi inadhibiti eneo la Zaporizhia ambalo ni eneo la Ukraini pasi na shaka, ambalo lina vinu vikubwa vya nyuklia, lakini pia mifumo ya mafuta. Sasa kama eneo hilo litasalia katika mikono ya Urusi, linaweza kuathiri vipi ukuaji wa uchumi, hasa kwa taifa la Ukraine? hivyo ni vitu vya kawaida ambavyo huwa vinaletwa kwenye mazungumzo uh, kwenye meza mazungumzo, ya mazungumzo, mambo yote yataangaliwa yenye umuhimu kwa nchi na uchumi wa nchi. Kwa hiyo wanaweza wakafikia tu makubaliano kuwa, uh, Zaporisia pia kuna kinu cha nyuklia kikubwa ambacho kinazalisha nishati na kinatumia kwa Ukreni, hata Urusi wenyewe wanatumia kwa sababu ni moja ya vinu vikubwa zaidi uh, Ulaya, na kiko chini ya kontrol ya Urusi. Awali Urusi alipokonywa, lakini akaja ukichukua baadaye so, haya ni mambo ambayo siokuwa yanaweza yakatoka moja kwa moja, yanaweza kuletwa kwenye meza. Katika meza kunakuwa kuna vifungu vingi ambavyo vinajum, vinajumlisha maongezi. Kwa hiyo hata hili pia na lenyewe litawekwa kwenye meza na wanaweza wakazungumza wakajua jinsi gani Ukraine bado wanaweza kuendelea kutumia, uh, kinu cha nyuklia au kutumia viwanda vya kusafisha mafuta ambavyo vimekuwa pale, au kwa kiwango gani, lakini lazima yatawekwa kwenye meza. Na, na, na asante sana. Na kwa kuhitimisha tu, pasi na shaka kwa mujibu wa Uh, chombo cha habari cha Al Jazeera, uh, Machi kumi na tisa mwaka huu kimeandika kwamba kuna mazungumzo ambayo wanaita black channel diplomacy, ya siri, basi na shaka yanaendelea mjini Geneva. Je, mazungumzo haya ya siri yanaweza kuwa njia pekee inayoweza kuleta suluhu ya haraka ukilinganisha na majukwaa ya uwazi ambayo yamekuwa yakifanya kidiplomasia? Uh, sio rahisi kwa sababu ni pande mbili ambazo zimekuwa haziaminiani kwa kiwango kikubwa, kwa hiyo sioni kama kuna mazungumzo yoyote ambayo yanaweza yakaendelea chini kwa chini yakaja na yakakubaliwa, isipokuwa madai ya pande zote mbili yako wazi sana. Urusi anachokidai kiko wazi, Ukraine anachokidai kiko wazi. Kwahiyo ni kwenda kushughulikia madai ambayo yanajulikana, ambayo yamekuwa wazi zaidi. Lakini madai ambayo yamekuwa yakikubalika kwenye meza yanaonekana ni madai ya Urusi, kwa sababu Urusi yuko upande wa Marekani na Marekani kwa upande wa Urusi, ila madai ya Ukraine mara nyingi yamekuwa yakiwekwa chini ya meza. kwahiyo tunaweza tukaona usitishaji na ambao utakuwa wawazi na hata hayo mazungumzo wanayoyafanya kwa chini ya watu wa Ulaya na wengine bado yanaweza yasiwe na maana yoyote, lakini tutakuja kuzungumza vitu ambavyo vitakuwa wazi zaidi. Nam shukran sana Ibrahim Rahby kwa kunipatia wasa wako kuzungumza kufanya utondoti zaidi juu ya uh, kile kinachoendelea baina ya Urusi na Ukraine. Shukran sana.